Mlango wa sita. Ndipo Sulemani akanena, Bwana alisema ya kwamba atakaa katika giza nene, lakini nimekujengea nyumba ya kukaa, iwe mahali pa makao yako milele. Mfalme akageuza uso wake, akawabarikia mkutano wote wa Israeli, na mkutano wote wa Israeli wakasimama. Akasema, Bwana Mungu wa Israeli ahimidiwe, alienena kwa kinywa chake na baba yangu Daudi akalitimiza kwa mikono yake, akasema: tangu siku ile nilipotoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli, ili kujenga nyumba jina langu liwe humo, wala sikumchagua mtu yeyote awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, lakini nimeuchagua Yerusalemu, jina langu liwe humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli. Basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivi moyoni mwako. Lakini si wewe utakayejenga nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Basi Bwana amelitimiza neno lile alilolinena Nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli. Ndimo nilimoliweka hilo sanduku ambalo ndani yake mna agano la Bwana alilolifanya na wana wa Israeli. Akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli akainyosha mikono, maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba urefu wake mikono mitano na upana wake mikono mitano na kwenda juu kwake mikono mitatu, na kuisimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake, akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli, akaikunjua mikono yake kuelekea ya mbinguni, akasema E Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidi; nam, ulinena kwa kinywa chako ukayatimiza kwa mkono wako kama ilivyo leo. Sasa, e Bwana Mungu wa Israeli, umfikilizie mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi uliyomwahidia, ukisema Hutakosa kuwa na mtu machoni pangu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli, wakiwa tu watoto wako wataiangalia njia yao ili kuiendea torati yangu kama wewe ulivyokwenda mbele zangu. Basi sasa, Ee Bwana Mungu wa Israeli, ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi. Lakini Mungu, je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu na mbingu za mbingu za mbingu hazikutoshi, seuze nyumba hii niliyoijenga. Walakini umwangalie mtumwa wako anayoyaomba, nakusihi, Ee Bwana Mungu wangu usikie kilio na maombi anayoyaomba mtumwa wako mbele zako, ili macho yako yafumbuke kwa nyumba hii mchana na usiku, mahali uliponena ndipo utakapoliweka jina lako. Usikie maombi atakayoomba mtumwa wako akikabili mahali hapa. Uyasikie atakayosihi mtumwa wako na watu wako Israeli watakapoomba wakikabili mahali hapa; naam, usikie toka makaoni mwako, toka mbinguni; nawe usikiapo, samehe. Ikiwa mtu amemkosea mwenzake, akitiwa kiapo apishwe, naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako nyumbani humu, basi usikie mbinguni, ukatende ukawahukumu watumwa wako, ukimlipiza mwovu kumpatilizia njia yake kichwani, ukamfanyie haki mwenye haki, ukimjalia kwa kadiri ya haki yake. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao kwa sababu wamekukosa wewe; kama wakirejea kwako na kulikiri jina lako wakikuomba na kukusihi nyumbani humu, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watu wako Israeli, na kuwarejeza tena katika nchi uliyowapa wao na baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe; kama wakikuomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao uwatesapo basi, usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, wafundishapo njia njema iwapasayo waiende, ukainyeshe mvua nchi yako uliyowapa watu wako iwe urithi. Ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au wele wowote yoyote, atakayoyaomba na kusihi mtu awayeyote au watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, akiinyoshea mikono nyumba hii, basi usikie huko mbinguni ukaapo, ukasamehe, ukampatilize kila mtu kwa kadiri ya njia zake zote, wewe umjuaye moyo; maana wewe peke yako ndiwe uijuaye mioyo ya wanadamu, ili wakuche wewe waziendee njia zako siku zote watakazoishi katika nchi uliowapa baba zetu. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako kuu na mkono wako uliohodari na mkono wako ulionyoshwa, hawa watakapokuja na kuomba wakiielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni toka makaoni mwako, ukatende yote atakayokuomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe, kama watu wako Israeli. Tena wajue ya kuwa nyumba hii niliyoijenga, imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako wametoka kupigana na adui zao, utakakuwatuma kokote, wakikuomba kuuelekea mji huu uliouchagua na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie huko mbinguni wayaombayo na kusihi, ukaitetee haki yao, wakikukosa maana hakuna mtu asiyekosa, hata uwakasirikie na kuwatia mikononi mwa adui zao, wawahamishe na kuwachukua mateka mpaka nchi iliyo mbali au iliyo karibu; basi wakikukumbuka katika nchi walikohamishwa, na kutubu na kukusihi katika nchi ya uhamisho wao wakisema, tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu; wakurudiapo kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya uhamisho wao adui walikuwahamisha, wakiomba na kuielekea nchi uliowapa baba zao, na mji huu uliouchagua, na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie toka mbinguni, toka makaoni mwako wayaombayo na kusihi, ukaitetee haki yao, ukawasamehe watu wako waliokosa juu yako. Na sasa, e ee Mungu, macho yako yafumbuke na kusihi, masikio yako yasikilize maombi yaombwayo mahali hapa. Sasa e Bwana Mungu, uondoke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Makuhani wako e Bwana Mungu wavikwe wokovu, watakatifu wako na washangilie mema. E Bwana Mungu, usiurudishe nyuma uso wa masihi wako, uzikumbuke fadhili za Daudi mtumishi wako.